Avieta, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia PMBET co tz Toka kwenye ukurasa wa Instagram wa Baba Levo ameshare ujumbe na video ambayo inaonyesha gari aina ya Alfa ikiwa imepata ajali, na kwenye ujumbe huo Baba Levo ameandika kuwa uh, usiku wa kuamkia leo uh, dada yangu Shilole alipokuwa anatoka Kigoma kurudi Dodoma alipata ajali ya gari aina ya Alfa baada ya kugonga ngombe maeneo ya Maragarasi. Tunafuatilia afya yake kwa ukaribu kwa sasa anaendelea kupata matibabu Tabora, na taarifa hii imewashitua watu wengi, hususan kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu ana comment na kutaka kujua hali ya Shilole ikoje kwa sasa, japo Babalevo ameshatoa taarifa kuwa wanafuatilia na anapatiwa matibabu Uh, huko Tabora. Kama ulikuwa haufahamu, Shilole alikuwa Kigoma ambapo kusherekea siku ya mwaka mpya ambapo Babalevo ambaye ni mbunge wa Kigoma uh mjini pale, ilikuwa ni siku ambayo aliandaa kwa ajili ya kufurahia ama kusherekea na wananchi wa Kigoma ama wana wa Kigoma, ambapo aliandaa sherehe fupi ya kula na kujigalagaza, ambapo Shilole alienda kwa ajili ya upishi. Kama ambavyo nafahamu, Shilole ni mpishi na mfanyabiashara pia wa chakula kwa hiyo walipata hiyo tenda ya kwenda kuwalisha ama kuwapikia pilau uh, wananchi wa Kigoma, ambapo pia zilifanyika shows mbalimbali, wasanii mbalimbali waliperform siku hiyo kama kina Rayvanny na wengineo wengi. Sasa kwa bahati mbaya Shilole wakati anarudi kutokea Kigoma akapata ajali, na kama ambavyo Babalevo amesema hapo, alimgonga ng'ombe, lakini yupo Tabora ambapo anapatiwa matibabu. Hivyo kwa taarifa zaidi, Babalevo ama na timu nzima ya Shilole watatoa taarifa kamili. Tuendelee kufuatilia PMTV2, kwa sababu tupo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha. Mimi ni Toni Kitozi, mpaka baadaye bye.